Aminifu wewe mponya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kidogo mwisho. Zingatia sana sana usemi. Ukisoma katika kile kitabu cha Luka sura ya pili aya na saba tukaa na muda, ukisoma pale Biblia inazungumzia kwa habari za Yesu alipokuwa kijana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu, siku moja wakaondoka na Yesu kwenda sokoni, lakini wakamwacha huko. Walijua yupo pamoja nao, lakini Yesu alibaki akaingia. Kanuni nakabisiatuanaraga ili tupate picha, kwa maana muda kunaondoka Yesu alipokuwa kanuni, Biblia nasema kuacha mioyo yao, si ndio jamani, si ndio? Ila kijana ukimwona ameingia kwenye mkutano wa watu wazima, alafu watu wazima wakamfukuza tena, akasema u kijana asiye tena, ni kijana mpumbavu, kwa maana kuna maneno ya kipumbavu ameyazungumza, kwamba nini akifanya mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Efeso tukosoma pili mstari wa kumi na tatu pale anasema, mlifanywa upya kwa kubatizwa mlipoziamini nguvu za Mungu. Mungu, ubatizo hautakamilika kama bado haujaamini nguvu za Mungu eh? Haleluya, haleluya. Mtu akibatizwa lakini bado hakiwa hajaamini nguvu za Mungu, Haleluya. Haleluya. Haleluya. Hmm, ubatizo wake ni bure. Mimi kuna watu wamebatizwa lakini bado hawajavua upo zamani. Kuokoka sio kuvua upo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hamna mtu aliyebatizwa kama hajaokoka, si ndio jamani? Si ni kweli? Ili batizo lazima kwanza uokoke, si ndio? Si ndio? Si ndio? Lakini wapo wale waokoka na mabatizo si wapo? Jamani si wapo? Si wapo tu wao. Wapo wale batizo, wapo wale waokoka lakini bado hawajabatizwa. Wameokoka lakini na subira siku aenda kwa mabatizo si wapo? Si ni kweli? Kati ya ya batizo na wokovu lazima kwanza mtu aokoke ndo aweze akaenda kubatizwa. Lakini sasa hivi vitu viwili kwa nini vipo vinafuatana? Ili mtu aweze kuvivuka hivi vitu na aingie katika hali ya utakatifu. Ukiisha okoka, bado unakuwa na utu wako wa zamani. Sasa ule utu wa zamani unakwenda kuvujwa kama jinsi ambavyo unapanda napopandwa ae dosaa sana kubatizwa. Biblia nasema kwa maana mlikufa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Kumbe ubatizo ni kufa, sindio? sindio? sindio? sindio? Jamani, mani mwanaweza kujue, mwanaweza kujue. Nataka niulize swali Mungu aliyebatizwa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Nataka nimuulize swali na sote ni mashahidi. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji wa samani ibatizwa mchungaji nyamabatiza akasema Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kubatizwa ni kufa, si ndio? Si ndio? Si ndio? Je, mchungaji katiza ulikufa? Mchungaji ulipokatiza ulikufa?

uweze kufa lakini cha ajabu, watu wanabatizwa lakini haufi. Na ndio maana kuna vijana wanasumbua sana makanisani, na ndio maana kuna watu wanatengwa sana makanisani, angali wakiambatizwa, kwa sababu umekataa kufa. Kwa nini? Msamee sana, lakini atafanya nini sasa

upa zamani hausi kwa sababu wanaobatizwa bado hawajaziamini nguvu za Mungu. Ndomana upa zamani hausi. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Kuna wengine tunawabatiza kwa sababu iznataka tuao wabatizwe, lakini so kwa sababu aonataka wabatizwe kwa maana mitwa Mungu anapoziambili ndugu za Mungu, yeye mwenyee anataka kubatizwa. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya! Jamani mkabatizwe lazima umpe mafundisho ya kile anachokiendelea ajue ni nini. Bwana yesu asikiwe, Bwana yesu asikiwe. Wengine wanaenda kubatizwa kwa sababu ni ratiba ya wiki, ile Jumapili kanisani, baada ya ibada zimikwenda kubatiza. Kwa hiyo wanaotaka kwenda kubatizwa na wengine wanajipeleza, mi nayo ene mbatizwa kwa sababu nizo batizo leo. Je, nitabatizwa lini? umekanisa limetangaza batizo, na baadhi ya watu kaokoka ukimkuta anakana bali ni mwizi. Kuiba kuna namna nyingi sana.